Raisi wa Ukraini, Volodymyr Zelensky amesema hasimu wake Rais wa Russia, Vladimir Putin atakufa hivi karibuni, huku akisema kuwa vita kati ya mataifa hayo itaisha siku sio nyingi, kwani afya ya Rais Putin imeanza kutetereka. Rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky, ametoa kauli hiyo tata wakati wa mahojiano na waandishi wa vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo BBC, Deutsche Welle na Sky News usiku wa kuamkia leo Alhamis

Zelensky ambaye anapambana kila kukicha kusaka misaada ya kijeshi katika mataifa ya Ulaya kwa lengo la kujenga uwezo wa kijeshi ili kupambana na vikosi vya Russia ametoa kauli hiyo jana jijini Paris baada ya mkutano wake na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Zelensky akizungumza kwa ujasiri wa hali ya juu alisema, namnuku, yeye ye, Putin atakufa hivi karibuni, na hilo ni jambo la uhakika, na hii vita itaisha. Zelensky alienda mbali na kusema kuwa Putin anaogopa ya jamii yake mwenyewe na hofu kubwa hasa ni kupoteza madaraka yake. Namnuku, Putin anaihofia ya jamii yake mwenyewe, kuporomoka kwa jamii yake. Suala la pili ni kupoteza madaraka yake, lakini pia suala la umri, atakufa hivi karibuni, na hilo ni jambo la kweli, na huo ndio utakuwa mwisho wake, amesema Zelensky, mwisho wa kunukuu. Vyombo vya habari vya Magharibi vimekuwa vikiripoti kuwa licha ya juhudi zake za kuonyesha sura ya wanaume wa hali ya juu, Rais Putin kwa muda mrefu amekuwa akikabiliwa na uvumi kwamba ana matatizo ya kiafya. Vyombo hivyo vimeripoti kuwa katika miaka hivi karibuni, Putin mwenye umri wa miaka 72 ameonekana kuwa na uso uliovimba, mguu unaotetemeka, na macho mekundu, hali iliyozidi kuchochea uvumi huo. Vimenukuu tukio moja maarufu lililotokea 2022 likimwonyesha rais Putin akiwa amelala kwenye kiti chake huku akishikilia meza kwa nguvu na kuongea kwa ulegevu wakati wa mkutano wa waziri wa ulinzi wakati huo, Sergei Shoigu. Kumekuwa pia na ripoti za yeye kukohoa mara kwa mara, huku mikono na miguu yake ikifanya matendo ambayo vimedai kuwa sio ya kawaida, huku vikidai kuwa mara kadhaa ameonekana akitembea kwa kulegea. Hata hivyo, taarifa za vyombo hivyo vya magharibi vimekuwa zikinukuliwa na vyombo vya ndani ya Russia kuwa hizo ni propaganda zinazolenga kueneza uvumi mbovu dhidi ya rais huyo wa wa Russia. Hata hivyo, Rais Putin na ikulu ya Kremlin nchini Russia haijatoa kauli yoyote kuhusiana na alichokisema Zelensky kupitia mahojiano hayo. Katika hatua nyingine, Zelensky alisema kuwa anataka Marekani na washirika wengine wa magharibi wa Ukraine waendelee kuwa imara katika kukabiliana na madai kuwa propaganda za Rusia na vita vyake vya miaka mitatu dhidi ya Ukraine zinapotea. Rais Zelenski alisema kuwa matamshi yanayounga mkono Kremlin kutoka Washington yanadhoofisha shinikizo la Marekani kwa Russia na hayaleti amani ya karibu katika mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia vitokee. Zelenski alisema kuwa amekubali kuendelea na mazungumzo ya kusitisha mapigano ili kuhakikisha kuwa msaada wa Marekani kwa Ukraine unarejeshwa lakini alisema kuwa Russia imeweka masharti ya ziada ya kwa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha kwa mapigano katika bahari nyeusi na kwa malengo ya nishati ikilenga zaidi kupunguza shinikizo la vikwazo dhidi ya Russia, na nuku, wanaweka masharti kuhusu vikwazo vya upande wa Marekani. Ikiwa Marekani itasimama imara, sisi tuko katika ardhi yetu na tutajilinda Tumethibitisha uimara wetu na sasa ni muhimu sana kwa washirika wetu kuwa angalau na uimara kama wetu, ingawa wao wana uwezo mkubwa zaidi. Alipoulizwa ikiwa anaamini Marekani watabakia imara, Zelenski alijibu kwa Kiingereza kuwa natumai hivyo, Mungu aibariki iwe hivyo, mwisho wa kunuku. Zelenski alienda mbali na kuishukuru Marekani kwa msaada wake katika vita hivyo, huku akisema kuwa Washington imeathiriwa na propaganda za Rusia kuhusu mzozo huo na ninukuu, hatuwezi kukubaliana na propaganda hizi. Tunapigania uhuru wetu na tutapinga propaganda hizi popote zitapojitokeza, kwa sababu hakuna njia nyingine. Kitu pekee tunachoweza kufanya ni kufichua ukweli zaidi. Lazima tuonyeshe kwa mifano yetu wenyewe kwamba tunapigana vitani, alisema Zelensky, mwisho wa kunukuu. Alisema mjumbe wa Marekani katika mashariki ya kati Steve Witkoff, mara nyingi amekuwa akirudia propaganda za Russia, huku akirejelea matamshi ya Witkoff yanayolegeza ama kurejelezea ya kwa njia nzuri nia ya Rais Vladimir Putin na kuharalisha sera za Russia nchini Ukraine. Washington inaonekana kupunguza mtazamo wake wa ukali dhidi ya Russia katika siku za hivi karibuni, huku Witkoff akisema kuwa hamuoni Rais Putin kama mtu mbaya, jambo ambalo limewatia wasiwasi maofisa wa Ulaya wanaomtazama kiongozi huyo wa Russia kama adui hatari na enoku "Sizani kama hili litatufanya kuwa karibu na amani. Kwa bahati mbaya, naamini linaidhoofisha tu shinikizo kutoka kwa Marekani dhidi ya Russia," Zelensky alisema. na nuku: nimezungumza na Rais Trump, na mara nyingi tunafanya kazi katika ngazi ya ujasusi, kubadilishana habari za kweli, kwa sababu matamshi ya Witkoff ni kikwazo kikubwa kwetu, alisema Zelensky. Mwisho wa kunukuu. Russia ilitangaza kuanza operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine mnamo Februari 2022, na sasa inadhibiti takriban kilomita za mraba laki moja na elfu kumi na tatu, na sasa asilimia 20 ya Ukraine, huku mapigano yakiendelea katika mstari wa mbele takriban kilomita elfu moja zaidi ya maili 621. Zelensky alisema Ukraine ilikuwa imekubali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 katika mazungumzo ya awali ya maofisa wa Marekani, na kusema kuwa tuliwaambia Wamarekani kuwa Rusia watakubali kwa sababu wataweka masharti fulani. Mwisho Jumanne, Marekani ilitangaza makubaliano tofauti na Ukraine na, na Rusia kusitisha makubali, mashambulizi yao katika bahari nyeusi na dhidi ya malengo ya nishati ya kila upande Lakini Jumatano Ukraine na Russia zilishitumiana kwa kukiuka makubaliano hayo ya kusitishwa mashambulizi ya nishati kwa takribani siku 30. Russia imeendelea kushambulia miundombinu ya umeme ya Ukraine kwa makombora ya droni, huku Ukraine nayo ikifanya mashambulizi ya masafa marefu kwenye malengo ya, kuta, ya mafuta na gesi ya Russia, mashambulizi ambayo yamekuwa sehemu muhimu ya vita kwa lengo la kudhoofisha juhudi za kivita za kila upande. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojiri kuhusiana na mzozo huo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine mzozo ambao umedumu kwa takribani miaka mitatu mfululizo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.